Hapa tunafanya biashara, na biashara hii ni waombe ndugu zangu, makampuni yetu ya benki, hasa hizi benki zetu tuziunge mkono, tukafanye transaction katika benki zetu. Zinasaidia kufanya liquidity katika benki hizi kuwa na ukwasi wa kutosha kufanya vizuri. Ni waombe wa Tanzania tuzitumie benki zetu ambazo zinafanya kazi kubwa. Pili, UTT bahati nzuri yuko hapa eh, hey, niliwaambia bahati mbaya, alafu wapa tuko laivu, naomba niliwaambia, muweke salio katika simu zenu. Kazi ya waziri wa viwanda na biashara ni kufanya biashara na kuwapeleka watu wake mbele kufanya uwekezaji. Chukua simu yako, naelekeza, chukua simu yako, weka mia moja na hamsini unaweka nyota 150, alafu unaweka nyota tena, alafu unaweka 82, alafu unaweka reli. Kama unajisikia, sema nirudie tena. Kuna mtu anajisikia? Eh, alafu hapa tukitokana hapa UTT, nione tuwekane vizuri kwa consultation services. <laughs> weka nyota 150, nyota 82, alama ya reli alafu piga alafu utaenda katika nani sehemu, unasema registration ya mifuko, unaingia UTT. Ah, kwanza ukiweka okay, hivyo kufungua akaunti. Fungua akaunti, kama una akaunti hapa, nataka kila mtu afungue akaunti, lazima muwekezaji wa Tanzania, na mimi ni waziri wa biashara na viwanda. Fungua akaunti. Ehe, kuna akaunti ngapi zimetoka hapo? Umesemaje, single na ehe joint. Manake kama wewe na mama, nataka mweke akaunti moja. Ama wewe na mtoto au na mtu rafiki yako. Akini nenda pale single. Bonyeza single hapo. Eh eh. Ingiza jina la? Ah, <laughs> uh, ingiza jina lako kama mimi naandika Selemani Said Jafo, ingiza. Halafu andika Selemani Said Jafo na kupanda kwa kisabulisho. Tayari. Eh eh, imekuja nini? <laughs> Eh? Asendi sasa, uh -huh. <tipos> ayaweka mwaka wake wa kuzaliwa. Mimi ni waziri wa viwanda na biashara, lazima nchi isonge mbele. Niliwaambia jana, zamani anasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi, siku hizi lugha imebadilika, mzigo mzito mpe Mzalamo. Jafo, kutoka Kisarawe. Makofi tafadhali. Tayari. <tipos> uh <-huh. tipos> uh -huh huo ni mfuko wa kujikimu. Hiyo mifuko mingine, Bond Fund, utaenda uta kuchagua mwenye baadaye. Weka Liquid Fund, eh. Haya, utapata akaunti yako, na hapo utakuwa umepata akaunti. Unachukua er, pesa vipi? Unatuma huko kila siku. Leo wastafu utakuta mtu mstafu anapata milioni 100. Akipata milioni 100 anakimbia kwenda kununua gari Coaster, baada ya hapo ndo anakumbuka kujenga nyumba, baada ya hapo nyumba haijaisha, Coaster imepata ajali, mtu ana frustration ana anapata paralyze. Kumbe angepata milioni 100 angeweka katika bond fund, mfuko mwingine hapo huko ambayo kila mwezi ingekuwa inampa faida sio chini ya shilingi milioni moja ambayo milioni moja hiyo leo hii ni mtu ni maanake ni mshahara wa mtumishi. Ina maana ni kwamba mtu amestaafu, ameweka pesa yake katika mfuko na kila mwezi anaendelea kupata nini? Mshahara. namesha pata message. Ehe, ehe, ehe, yes Eh, mm. Kwa hiyo unaweka tu hapo, na ukitaka unarudia tena unaenda katika bond fund ukiwa na milioni yako tano, ungapi unaweka tu, unaelekeza huko sawa. Ndani ya muda mfupi eh, unajikuta kwamba huku mambo yanaenda. Watumishi wa serikali wengine wanaweza kupata masurufu kidogo, unaweka huko wakati mwingine nini, kila mwezi huku unapata mshahara na huku kila mwezi nini unajilipa Ukinunua, okay, hiyo liquid fund. Maana yake hivyo vipande vinanunua peke yake. Liquid fund ilivyoanza nadhani kipande kilikuwa, sasa hiyo sio vigani, sio mia moja sio ngapi. Shilingi 100. Leo hii thamani ya kipande na aliweka, shilingi 450. Aliweka shilingi milioni 100 mfuko ulipoanzisha, leo ina ile bila kuigusa chochote maana yake ana zaidi ya shilingi milioni 450. Na ina double kwa sababu kila wakati kila mwezi mambo yanaingia, piga makofi tafadhali. <laughs> Hey, UTT sasa naomba retirement. Maendeleo oye. Oye! Hii ni kazi yangu kama waziri wa Viwanda na Biashara, kuwapa watu mawazo mengine, tuanze uwekezaji. Leo hii watu wanafungua maduka, wanafanya biashara, wanafurisika, wakati mwingine kufanya mambo huku, unafanya huku nini, unafanya mambo yanasonga mbele. Ndugu zangu, mimi leo nimefurahi sana, nimefurahi sana na hasa nilipowaona, japo mmefunga, lakini mna afya ya kutosha. Eh, funga sio kwamba ndio umechoka Nimefurahi sana wote mmefunga, nimefurahi na afya ya kutosha, lakini nimefurahi, wote mlikuwa mnanisikiliza, sijamwona mtu mmoja hata mmoja anasinzia. Piga makofi tafadhali. <coughs> Tuendelee kuliombea taifa letu, tuliombea kuiombea nchi yetu, tuendelee kuombea rais wetu. Sasa niko tayari kwa ajili ya kufanya